Na yaani, ane, ane kama ni shabiki kweli wa, wa Yanga itabidi unitajie jina lake tukamwangalia kwenye mfumo, pengine anaweza akawa ni shabiki sio mwanachama kwa sababu sisi Yanga hatulalamiki yani, mashabiki wa Yanga walalamiki kocha amepata mechi sita ameshinda zote, wewe labda kama sababu nyingine. Vizuri kwenye nini sasa? Kucheza vizuri ah. Yaani, mchezo wa mpira si kucheza vizuri, mchezo wa mpira ni matokeo. Sasa labda aje aseme kwamba eh, Young Africa atupate matokeo, akija na, na mada hiyo, pengine naweza tukajadili, lakini kama anazungumzia kuhusu eh, football, football ni magoli, yaani mpira ni magoli hapo. Na nioji mimi, nioji mimi, simpingi mm. Ni ni yes, kwamba Yanga, Yanga ah -ah. Mtu umenioji mimi kuhusu nimeonaje tulivyocheza, si ndio? Suala la afisa habari ana nafasi yake, mi nafasi yangu ya ushabiki nakaa kwenye ushabiki. Hata huyo aliyezungumza amekaa kwenye nafasi ya kocha. Kwa hiyo kila mtu aangalie majukumu yake. Mimi siwezi kubeba majukumu ya Alikamwe, hawezi kubeba majukumu yangu. Yeye kwenye nafasi yake akilizungumza jambo amelisema yeye. Mimi umeniuliza katika engo ya ushabiki, ushabiki nasemaje? Hey. mpira ni magoli, mechi sita kocha ameshinda zote, hajapoteza hata moja. Sasa je yeah. ikitokea siku tumetoa suluhu, huyo shabiki aliyokuambia wewe kwamba timu acheze vizuri, atakuja kuongea nini? Naam. Tuseme kwamba kuna watu wanasema mnashinda lakini hamna furaha. Nani ana furaha? Furaha inakaa moyoni. Sasa furaha imekuwa kama nishati kwamba unalivaa kwamba mtu anakuwa anakuangalia furaha inakaa moyoni. Wewe unajua ile kama furaha sina au unayo, mm. Unaweza ukaona unaonyesha meno hivi na bado furaha. Kwa hiyo kiukweli, sisi tumefurahia mashabiki wa Yanga ambao e, tunajua mpira, tumefurahia huyo ambaye hana furaha, hajui mpira Yes. Mpira, mpira unamsumbua. Mfumo wa nani? Wa kocha. Mimi simzungumzii, niulize kwenye yango ya ushabiki, yeah. Eh, niulize kwenye yango ya ushabiki. Ko, kocha, unamwona kusalia Yanga kwenye kwenye Christmas? Ah ah. Siwezi kusema chochote kwa sababu mimi kocha mpaka sasa hivi sijaona tatizo lake yeah. Nimekwambiaje, amecheza mechi sita ameshinda zote, sasa unamtoaje huyo yeah. yeah. Sio Krismasi mpaka mwaka mpya, mwaka mwakan tena sana tu, yani bado yupo sana Roman mm. Yeah, na mm. Uh, Fors ni bonge la kocha mm. amepewa mechi sita ameshinda zote, sio ni sababu ya yeye kuenguliwa kwenye kikosi yani, so ya okay. yeah. cha Yanga yaani, sio Krismasi ataendelea kuwepo. Ndambwile, sasa lazima ah, ah, akuwe kwa sababu ah, katika nafasi yake kuna mtu anaitwa Musa Balakonte. Kwa hiyo lazima anapata nafasi. Unaangalia na benchi, kuna nani? Kungekuwa na hakuna, hakuna nili mchezaji ambaye ananafa, a, a, anajua mpira zaidi yake, pengine asingeonyesha hiko. Kwa hiyo mimi naona e, kwa wachezaji wazawa kupigania namba zao, manake baadaye tunakuja kutengeneza timu ya taifa ambayo imara sana. Wanasema wachezaji wapya mpira umewapalia, nani anasema? Mashabiki wenzio. Mashabiki gani? Wa Yanga au hawezi kuwa shabiki wa Yanga, shabiki wa Yanga hawezi kuzungumza hivyo. Kama hawaoni, hawaoni kwenye first 11 nitajie jina lake nikamwangalie kwenye mfumo, pengine anaweza hata hata hata li tofautia ubingwa ajalipa wengi wakina nani, nitaje majina ili niende kaangalie kwenye mfumo wanaosema Andrew epgwlaii Tembo Yanga, mmepigwa kwenye kichwa Uh, eh, ametoa ame, ame, ame assist kama nilikuwa naangalia pembeni. Alafu mnashindwa kunioji kuhusu mimi eh, Nabii Meja mimi ndio shabiki wa maajabu, shabiki wa miujiza. Mmekaa yeah, mnazungumza vitu ambavyo yeah, have make sense. Mm. Tumecheza, tumeshinda eh, kocha mzuri, wachezaji wamepambana wame eh, tumeingia katika hatua inayofuata kwa kushinda magoli matano, away matatu, home mawili. Nadhani hiyo inatosha sana. MVP leo kafunga. MVP, MVP ni nani? Au MVP ni Ah ah. Tunasubiri, tusiingilie majukumu ya watu tunasubiri TFF watakuja kutuletea kwamba nani ni, ni MVP. wewe labda kwa, kwa, kwa maoni yako ah sina maoni kwenye swala hilo, ah kwenye kwenye swala hilo sina maoni, msiniingize yeah. kwenye kwenye kwenye nani kwenye mtego, sina maoni tunasubiria TFF. Ujue, sikiliza, ah pengine katika mashabiki wote wanaozungumza mpira hakuna shabiki anayeniweza mimi kwa sababu mimi pamoja na kuzungumza mpira lakini eh, na vyeti vya, vya walimu. Kwa hiyo siwezi kulopoka lopoka kama kuugukulopokalopoka nime, kama nimekunywa maji nili ya, ya, ya, ya, ya mali watoni. mali watoni. Kwa hiyo ninachokizungumza huwa anakuwa makini sana kwa lukua, wanaosema huwa MVP wanalopoka. misiwazungumzianakwambianaponoju mimi si wazungumzia au nakwambiaje? unaponihoji mimi uwe makini sana katika yaani unaponihoji kwa sababu yeah. usije kuna ingiza kingi nasemaje kwenye jukumu la MVP nani? Tusubiri TFF watakapokuja kutuletea mm. Lakini natamani kuona mchezaji wangu toka Yanga akipata nafasi hiyo. Eh, sio kama unalazimisha kwa sababu mimi siwezi kuforce TFF wakaja na majibu hayo. Sasa lazima ujipakule minyama, lazima ujipakule minyama. Tuamini Yanga bingwa msimu. Sio msimu, msimu. Huu eh. Tutaendelea hivi kwa sababu huu eh, ni msimu wa nne mfululizo. Kwa hiyo tutaendelea mpaka tukapochoka. Naam. Ubingwa. Eh, tumesomea Veta ubingwa. Sije baadaye kawa a few moment later. <laughs> Eh. Natamani sana haijawai kunitokea mimi. Hiyo haijawahi kunitokea, natamani initokee siku moja nizungumze neno lije linibane li, li, li, li, li... haijawahi ya kunitokea hata siku moja. Asante sana.